Kwamba hekalu lipo. Sasa wewe umeanza kutamka mwaka wa 500, 500 na, na, na ngapi? 500 na, na, na, umesema mwaka 500 na mwaka huo ni baada ya Kristo. Kitu ambacho hekalu halipo. Sasa tunakwenda sawa. Kuhusu historia ya Danieli 7 na Danieli 8 kuhusu hekalu ni vitu mbili tofauti. Historia ya Danieli 7 na Danieli 8 kuhusu hekalu lililotakaswa katika Danieli 8 sio hili unalofikiria wewe kwa sababu unasema una eti hekalu ni lile tu la Kiyahudi, hapana, hiyo ni uongo. Kwani, kwani mahekalu yalikuwa mangapi duniani, mahekalu, eh? Kuna hekalu lililovunjwa huko katika wakati wa wa, wa, wa, wa, wa wa mwaka wa 70 AD, ni sawa hilo? Ni hekalu Aba, lakini pia wapita. Kuna hekalu lingine si hata sasa si, mimi pia ni hekalu la Mungu. Aa, wewe, wewe, ndio, ndio maana nikakuuliza usianze hapo, panaongelewa habari ya kutakaswa hekalu na patakatifu na jeshi. Ndio maana nikakwambia unasoma habari ya Danieli sura ya saba ni sawa, lakini historia unayoileta lazima ujue kwamba Danieli sura ya nane mpaka kufika mstari wa kumi na tatu na wa kumi na nne kuna, kuna habari ya kutakaswa hekalu je, hiyo miaka unayoitaja unahitaja hekalu lipo au halipo? Mbona huja niruhusi nieleze ni, kulingana na vile najua we unataka unanikandamizo tu ili nijue unapoeleza unaeleza kwenye historia ipi ili tuweze kukufatiria. Unanikandamiza, una ni na njibu vile na unataka na nawee, ulisha njibu vile unataka na ukanjibu kitu ambacho hata hakiko ukiulizwa swali hata unjibu. Sasa wewe unataka tu ninjibu vile unataka. Asante, naomba nisikilize, ninakupa uh -huh. Ueleze uh -huh. Ila niambie ni dakika ngapi kwa sababu mwalimu Ndacha amesha fika. Nikupe daki dakika ngapi? Dakika daki mbili. Lakini hizo yeah, dakika mbili unapoeleza lazima utueleze kwa kuonesha kwamba hekalu lipo. Kama ilivyo Daniel hekalu. Daniel 8:14, mtumishi, wewe hata uielewi na hata uijui. Hiyo kwanza hiyo hata, wacha nikwambie tu kweli. Kuhusu Daniel 8 mstari wa 14, 13 14, kwanza wewe hata uielewi na uijui. Huo ndio ukweli. Wewe hata nikikuja hapo kueleza kuhusu Daniel 8:14. Sawa, sasa basi nisubiri basi nikuelezee kuhusu Danieli saba mstari wa saba. Wewe ndio unataka niruhusu mtumishi? Naam, yeah. Naam. Naona tufanye hivi uh -huh, hiyo mada tuiweke mada ya siku yake, asanti, na ikiwezekana utaingia, uipeleke yeye, aipeleke tuende mpaka na maswali ili kueleweke ni nani anayesema kweli. Asante, maana hata ukiongea ukiogea dakika mbili na da la mtu namtaelewana lakini, ikikuwa kama mada, watu watajifundisha kama topic, naona iko sawa sana. naona Naam. kwa hivyo tuweke siku, hata iwezekana kesho. kesho unaweza ongea na mimi mapema nikuache, kama ah. mtaendeleaga na yeye kabla nitoke, mkutano nipate mkiendelea, asante Umeelewa alichosema mwalimu Ndacha? Nimeelewa kabisa aya. ah, jamani uh, tulivyokuwa tunamsubiri mwalimu Ndacha tulimkaribisha kidogo ndugu yetu Gabriel kaja kidogo kuchangamsha hapa, lakini alichoongea kitakuwa mada, mada rasmi mada rasmi. Mwalimu Ndacha, karibu sana. ah, asante mimi niko salama nimeshinda vizuri mia nime hmm. watu baada ya jana na wazakubali kub kube wewe uh, ukusema kusema kweli walisema wali wana, wanataka urudie tena sasa, au uliowauliza nani? Wakati niliyesema ni mimi niliwauliza wale walikuwa wanasikiliza. Uliwasikiliza, uliwauliza kina nani? Oh, nilikuwa kwa mkutano yani, nilikuwa na na huko kwa mkutano ni kivubili haya, mpaka sasa mada, na tuanze, na ni wewe unaanza kwa sababu mada ni yako. Asante sana wa, wapendwa wangu, tunataka kuanza mada hapa, tutakuwa na dakika ishirini ishirini ishirini ishirini Ngoja niweke hapa muda naomba, na wewe Ndacha huko huo unaweka isije ikaonekana tuna tunaongea vitu ambavyo sivyo. Basi ninaomba nikapate kumshukuru Mungu sasa. Baba Mungu katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya kila sikio linalosikia. Asante kwa ajili ya kila moyo unaopokea. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo ni taa ya miguu yetu kwamba tusipotee. Ninaliomba neno hilo ndilo likapate kutuongoza hata sasa. Kamata kinywa changu, weka kala moto Nikaseme yale yaliyo katika neno lako tu katika jina la Yesu amen. Ah, wapendwa wote ninawasalimu katika jina la Yesu. Mimi ninamshukuru Mungu kwamba ninapata nafasi ya kuongea na hawa rafiki zangu, hasa hawa wasabato wana matengenezo narudia pigia mstari neno hilo, hasa hawa Wasabato wana matengenezo. Mada ya leo inasema, unabii wa Ellen White wakataliwa na Biblia. Unabii wa Ellen White wakataliwa na Biblia. Mwalimu Ndacha, ni kuombe kitu kimoja. Mwalimu Ndacha umegeuza ume tena mada. Aa, aa. We, mada ndio hiyo tumeweka mada ulitangaza jana, nabii Ellen White ni nabii wa uongo, si ndio? Hicho ndio maana nikaandika hapo unabii wa Ellen White wakataliwa da... da... <tis> da... tu... Tu man... na Biblia kidogo wa jambo, mada ilikuwa ya kwamba kuna jambo na ambalo naomba nikuombe. Oba. Nakusikiza hapa panasema unabii wa Ellen mm, White wakataliwa na Biblia, si maana yake nabii wa uongo? Ah, ni sawa basi, lakini mada ya kichwa chake kigekuwa kama nabii wa uongo, alafu sasa uingie kwenye unabii wake sasa, ingekuwa ina- inakaa kiusomi kidogo. Hii ndio imekaa kiusomi zaidi, hamna kitu. Asante. Ah sasa, mwalimu Ndacha, una shida, usisemage tu hamna kitu, kitu. una shida gani hmm? una shida gani? Alafu, so kitu ambacho na na nitaka naomba na nisikilize basi yeah. Aa, mimi hapa nilikuadi wewe Bibilia Nuru ya Dunia YouTube na Bibilia Nuru ya Dunia Facebook na mimi YouTube na Facebook, lakini wewe umeongeza wengine, naomba hao ulioongeza hebu wapunguze waje kwako nako si hapana kama unawaweka basi wafuatilie waweke Facebook weka Facebook zao zisiwe YouTube okay. sawa sawa sawa endelea sasa sante